Niaje, wase wasek, kwa majina naitwa inaitwa Winishalet, nimetoka mtaa Gadhesha, nina miaka 21. Ni asili yangu ni kuza mayai kwa mtatu, na leo nimekamkuwashovile mi huza mayai, kwa hivyo nifuateni ni washovile. Step 1: nunua mayai na bei cheapest, hii itakusaidia kumake profit. Step 2: Prepare kachumbari, ongeza vali kwa mayai yako. Kachumbari poa ndio siri hapa, customers wako watabai hata ukiongezea bei kidogo. Ikisha maliza, katakata nyanya na katakata kitunguu. Sasa ina injekti ya mwisho. Pilipili na sasa iko ready kwenda kuuzwa, tunangoja tu sa mayai chemke. Na unajua in a day miuza almost mayai 90. Step three, pack exacto, zikaziki wa moto. Weka eggs kwa plastic paper bag ya black kabla ya kuweka kwa ndoo, zitabaki zikiwa moto for longer. Step 4, set bei yako. Bei una set ni lazima iweze kukaba cost ya kununua mayai, kachumbari na fuele ya kupika, na baadaye upate profit yako. Step 5, tafuta market. Unaweza enda sokoni ama places zingine za mjengo, utapata customers huko. Tip noma from Winnie. Ni poa kusave do kiasi kutoka kwa profit, save 300 kila siku, na imemsaidia kuexpand kutoka kwa nusu tray to three trays kila siku. By the way, thank sana JB kwa kukam mtaa yetu yagaes, na pia in general watu wote wa Shujaaz na, wa na wanawambia next time mnaweza kaa mkijisikia, just feel free, asanteni. Jamaa, na mazuri haijaishia hapo. Pata Shujaaz Shujaaz magazine Saturday ya kila mwezi kwa gazeti ya Nation ama selected Mpesa kiosk iko na story more. Cheki YouTube channel ya Shujaaz upate more hustles, na pia tunaweza patana kwa Facebook page yangu ambayo ni DJ Boy at 3pm kila siku, na nitakushonia gani za radio. Nitakuwa nikihaka kukuletea hii show. Mambo bada tukugangauk